Alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasalam. Wa wasalam, ndugu zangu Waislamu, leo tunakumbushana juu ya mwezi wa Shaabani, mwezi ulio kati ya Rajabu na Ramadhani, mwezi ambao watu wengi hupuuza, lakini kwa hakika ni mwezi, eh, ni mwezi ambao ndani yake ukifanya matendo ya kumuridhisha Allah , basi hakika wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atakulipa pepo. Shaabani ni mwezi wa maandalizi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, huo ni mwezi ambao watu wengi hupuuza, kati ya Rajab na Ramadhani, nao ni mwezi ambao matendo hupandishwa kwa Mola wa ulimwengu, nami napenda matendo yangu yapandishwe hali nikiwa nimefunga. Hii inatufundisha kuwa Shaabani ni mwezi wa kuandaa moyo, ni mwezi wa kusafisha matendo, ni mwezi wa kujiandaa na Ramadhani. Mambo yanayotakiwa kufanywa katika mwezi wa Shaabani: kuna mambo kadhaa ambayo ukiyatenda katika kipindi hiki cha mwezi wa Shaabani, hakika utalipa ujira uliokuwa mkubwa sana, na moja ya mambo hayo e, ni kuongeza saumu za sunna. Yani mtume Muhammad amesema kwamba e, alikuwa akifunga saumu nyingi nyingi katika Shaabani kuliko miezi mingine isipokuwa Ramadhani faida ya kufunga katika kipindi hichi ni kwamba ni kuzoesha nafsi saumu na pili kutayarisha mwili kwa ajili ya Ramadhani na kupata radhi za Allah subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia jambo jingine ni kuomba maghfira, msamaha. Allah subhanahu wa Ta'ala hufungua milango, ta hufungua mlango wa msamaha katika mwezi huo. Hakika Allah huwasamehe viumbe wake katika siku siku wa nusu ya Shaabani isipokuwa mwenye chuki na mwenye shirki. E, chuki, uhasama, husuda, kinyongo. Ndugu zangu, ni katika kipindi hiki cha Shaabani tufanye maandalizi ya kufunga suna kwa wingi, tufanye maandalizi ya kufunga kwa sababu e, tukifanya hivi tunakuwa tayari tunauandaa wa mwili wetu, matumbo yetu tunayaandaa kwa ajili ya Ramadhani. Lakini pia jambo lingine la tatu ni kusoma Qurani kwa wingi. Masahaba walikuwa wakisema Shaabani ni mwezi wa Qurani. Kwa hivyo ndugu yangu, anza kusoma Qurani kila siku, kujirekebisha kabla ya Ramadhani, kuizoea ratiba ya Qur'ani na jambo jingine nne ni kurekebisha tabia na matendo. Shaabani ni muda wa kutubia madhambi, kuacha maneno mabaya, kurejesha mahusiano mema, kulipa madeni ya watu. Haya yote ndugu yangu, ukiyatekeleza katika kipindi hichi, hakika saumu yako e, utaifunga utaifunga kwa raha ukijua kabisa e, jambo hili nimeitekeleza, jambo hili nimeitekeleza. Ndugu zangu, hakuna faida ya kuomba bila kutenda e, kufunga bila tabia njema, kusoma Qur'ani bila, bila kutekeleza. Allah anatuangalia mioyo na matendo yetu, si maneno pekee. Kwa hiyo ndugu yangu, tuitumie Shaaban kama daraja la kuelekea Ramadhani, mwezi mwezi wa mabadiliko ya kweli, mwezi wa kurejea kwa Allah kwa unyenyekevu. Ewe Allah subhanahu wa taala, tufikishe Ramadhani tukiwa na afya, imani na matendo mema. Tukubalie mema ya Shaabani na utusamehe madhambi yetu. Amin, amin, amin. Ndugu yangu katika imani, mwezi huu wa Shaabani nio mwezi ambao inatakiwa tufanye maandalizi ya kupata, ya kupata Ramadhani. Kumbuka kuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani ndiyo mwezi ambapo Qur'ani ilitelemshwa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasalam, na kipindi hichi cha Shaaban kama nilivyotangulia kusema kwamba nicho kipindi ambacho Mtume alifunga kwa kipindi hichi cha Shaabani kwa muda mrefu sawa. Kwa hivyo tujitahidi sana kufunga suna kwa kipindi hiki cha Shaabani, kwa sababu tukifanya hivyo tayari tunatengeneza njia ya kuzoea saumu, kuzoeza eh, miili yetu. Kwa hivyo tunakuwa tunakuwa, tunakuwa hatukuwaoga tena sha, wa, wa kufunga Ramadhani. Ndugu yangu ikiwa ni mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli hii ya Nurdin Media basi na kusihi usiache kusubscribe. Subscribe Nurdin Media. Ukifanya hivyo utakuwa wa kwanza kupata video zetu tunazokuwa tunaposti hapa katika chaneli hii ya Nurdin Media. Wailahuna, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Allahumma makini

Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana katika chaneli yako ya Nurdin Media. Kwanza kabisa nakushukuru wewe uliyekwisha subscribe channel hii. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kukutana nasi, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kilichopo chini ya video hii upande wa kulia. Baada ya hapo, usisahau kuwasha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya tutakazokuwa tunakuletea. Nurdin Media ni channel maalum inayokuletea Qurani, dua na mawaidha yenye kukugusa moyo na kukupa